Sikiliza, nishachoka kaeka za mke wako, nimechoka, nimechoka kuhitaji mimi, kuzanaye sio tatizo. Basi hata kama unaye, naomba unipe nafasi na mimi katika wako. Nimechoka, nimechoka. Babu, well, I'll think about it. Moyo wako naomba ufikirie na usichelewe, kwani nahitaji kuwa karibu na wewe sana, hata mimi umemchoka ni ndani. nimemchokamemchoka talaka. umezaa naye. Nifikie mahali basi sasa ufunge naye ndoa. Wewe nao uliingia chaka, ndugu yangu, likopesho yule mwanamke akarudi kwa walime mkubwa. Um, mambo yote harusi, sijui nini, kila kitakataka nitasimamia mwenyewe Otherwise, kupeleka nyumbani. Juliet, amini kwamba kwangu uko mikono salama. Hakuna tatizo lolote ambalo linaweza likatokea. Mimi ni mtu mmoja poa sana. Nadhani kwamba nilimwomba jana nahitaji kuongea na wewe. So,

Juliet. Kuna kitu nataka niongee na wewe. So, unajua ile siku ya kwanza nilikuona, tulikutana hapa. Moyo wangu ulifanya pa. Nilitokea kukupenda tu ghafla. So, nakupenda. So, niliongea na, so, nilionge na Janet, akaniambia basi tamuita Juliet mkae mwongee. Huo ni msichana mrembo mzuri sana, naamini fika na kabisa kwamba huwezi kukosa boyfriend you know? Uh, basi hata kama unaye, naomba unipe nafasi na mimi katika moyo wako. Nakupenda sana, naomba unichunguze uniangalie hata kwa muda mwezi mmoja, tubaki kuwa marafiki tu, enjoy tu, relax uniangalie ulipopote, theni naomba unikabidhi moyo wako na wewe. Well, Mark, you know, siwezi kusema kama nimekukubalia au nimekataa no, kwa sababu ni mapema sana na tunahitaji kufahamiana. Unahitaji ni kufahamu na wewe unahitaji unifahamu mimi, kwahiyo ni kweli aunijui vizuri, lakini rafiki yako jani tena nijua vizuri, mi ni mchesi sana kisokia um, oh, tuchannayo Sina cha kuongea zaidi ya kukwambia nakupenda. Nakupenda sana. Well, I'll think about it. Nitakaa nitafikiria and then. Naomba ufikirie. Na usichelewe. Kwani nahitaji kuwa karibu na wewe sana? It's okay. Wewe unanipenda? Come on, Mark. Ni mapema mno nimeshakwambia. Ni mapema mno wewe kujua kama mimi nakupenda au sikupenda. It's too early now. Ma uliniomba kukaa na mimi kwa daka kumi na tano I think. Zimeshaisha za daka kumi na tano. Let's go. Nakuja sasa hivi, sawa. Mama Kubwa, kwanini unakuja juu juu hivyo maanake? Mama Kubwa ndugu yangu, kwanza nasikitika, kwanza inaniuma. Kwa mbona maswali kaa polisi polisi, jamii eh Mume wangu yuko wapi? Maanake katoka Pizzo. Wewe na mume wako mmeachana sana. Mi na mume wangu mimi na Pizzo hatujaachana. Hayupo, katoka huku. Unasemaje hivi? Unajua kinachoendelea sasa hivi ni nini kuhusu mume wako? unajua hivi ninavyotoka huko chini sasa hivi na mapizo. mm -hmm. Mama Kubwa. mm -hmm. kwa kina sikujua. mm -hmm. una kigoma oh, kwa kina, kwa kina sikujua kigoma kikiendelea wewe yaani, mimi taarifa hiyo inanihusu vipi? yani, yani, vip yani. Unakujaje kunielezea kwamba kuna ngoma inaendelea kwa kina? Sasa akitaka weke hata bendi sikujua. unayemjua wewe na mume wako Pizzo wanafunga ndoa Naona umepumzika hapo. Ah, bwana. Unaangalia angalia angalia TV tu. Eh, nasubiri kipindi changu cha Mamodo hapa. Ah. Sawa. Hivi mamako yupo? Mm. Mama ametoka Ndaaa na naenda kwenye umoja wa kinamama siyo? Mambo yake kina mama. Utaweza hapi hivi, tangu umerudi hatujakaa tukazungumza. Uh, najua na, kwamba umemaliza shule na sasa hivi ni mwanasheria, lakini katika taaluma yenu ya mwanasheria kuna mambo makuu mawili Sara, hebu tafuta vitu vya kuongea basi. Sawa, ndio maana nikatoka huko nikaja mpaka huku kuja kukupa hizi taarifa Sara. Sikujua na Pizzo yani ni mbingu na ardhi basi. Toka Joha ameondoka na we umelisi umbea wake, si ndio? eh. Eh. Unataka kuwa Joha, si ndio? Mi mambo ya umbea umbea sasa hivi sitaki, Mama Kubwa. Eh, sio habari za umbea wala za kuambiwa wala za kuletewa. Umesikia wapi? umeona wapi? nimeshuhudia kwa kina. sikujua kuna Kigoma mume wako anamuoa Pizzo, mume wako anamuoa sikujua. Ndio, ndiyo maana nikaja kukwambia ndugu yangu. Saa unauhakika na unachokiongea au? mama kubwa, ninauhakika na ninachokiongea, na kwa macho yangu mawili kwa masikio yangu mawili nimeshuhudia shamra shamra zinaendelea sasa hivi, ndio maana ya kukufuata kuja kukuambia hapa nyumbani kwako. Sara, nakuuliza kwa mara ya mwisho, unauhakika na unachokiongea? Ama nauhakika. Mume wako Pizzo, unanipeleka huko? Twende, tunakupeleka ukashuhudia kwa macho yako. La kwanza uajiriwe serikalini, uwe mwanasheria wa serikali au uwe wakili wa serikali, ama unaweza ukajiajiri mwenyewe kwenye sekta binafsi, uwe wakili au mwanasheria wa kujitegemea. Sasa hili chaguo ni lako mwanangu, kwa sababu umemaliza, uko huru sasa, na nakupa muda tu ndani ya siku mbili tatu, wiki utanijibu, maanake mimi na marafiki zangu wengi ambao ni wanasheria, wengine wako serikalini na wengine wana maofisi zao binafsi. Isitoshe hata wakati nikiwa kazini kuna vijana wengi niliwasaidia kuingia kule. Pia nao wana taaluma hizo. Ni jambo rahisi tu wewe mwenyewe utakaposema uko tayari basi tutafanya rekebisha sawa. Unachosema ni sawa ila mimi kama mimi unajua hili ndo maana nikasema hatujadiliani. Ila nimekupa homework kwamba ukae ujadili siku yoyote utakayokuwa na nafasi utaniambia. Sawa? Eh? Pizzo, nitakubutua usinitafute, nakwambia. Pizzo, usinitafute. unafanya nini hapa Pizzo? kilichokuleta huku nini? Pizzo Pizzo, nanitafuta, unanitafuta, nakwambia. ngoza njia pumbavu. chuja maneno yako kabla hujanijibu. Kati ya huyu na huyu unamtaka nani? Kati ya huyu na huyu unampenda nani? Sema. Jibu. Jibu. Uso muda wa maswali unaongoza uongozi Mama mdogo na kuheshimu, sitaki nikakuvunja heshima sasa hivi. Sawa. Unaujua uchungu wa mume. Sawa. Aongoze njia mwanau, Pizo, ongoza njia. Sema Pizo. Pizo, ongoza njia nimekuambia. Mama, kwa situlie kwanza basi. Nitulie.

Eh, unagombana nini? Kitu gani sasa kinachofanya unagombana? Pizo hatari. Pizo mchezo wa Pizo hatari kama unagombaniwa. Ah, kwa hiyo yule mwingine alikuja pale kufumania ndo mke wake. Ni hatari mziki wake. Acha mniondoke, ni solution. Vile kivu kwa kidogodogo, hmm, ni ni ni poa koko. Bwana niache, nimechoka, nimechoka, nimechoka jamani. Nahitaji amani, nahitaji amani. Hey, niache nyowe. Ni amani ipi unaitaka wewe zaidi ya amani ulionayo ya kulala ba? Pizzo, ni amani gani unaitaka wewe zaidi ya amani ulionayo ya kubadilisha wanawake kila siku? Sasa nadhani oh, kama ningekuwa na amani mimi. Kwa nini kawe mwanamke mwingine? Kwa nini, kwa nini, kwa nini? Kwa nini? Oh. Leo huyu unataka amani? Amani ya kuwa mwanamke mwingine juu yangu? Mm. Labda kweli naweza nikawa nimekosea kukatisha sherehe so yako eh?

kazi aibu taeka. Mimi nashindwa. Na nachoona sahivi tuaruhusu watu wa udima kwao mm. Sabu yaibu hii. Aibu sio taeka. Anaendelea jo binti. Bado bado analia. Bado vile vile. Uh, saa cha kufanya nyie, mwacheni kwanza alie tu, kwa sababu kwa hali kwa kwa ya kawaida hata ningekuwa mimi, lazima nikelie. Naomba mchukue haya masufuria mrudishe kwa majirani, sawa? Kila chombo rudisha kwa majirani kinatakiwa, kama mnadaiwa mulipe, na mwambieni mjomba wenu wa Sumbawanga na wenzake wa fujana, jana afungue maturubai hapo mbele sawa, na hizo nguo mbadilishe, shughuli hamna sasa hivi, sawa, uh. Mamaihaya mambo hayasasaa, kitu ambacho nilikuwa nafikiri tufanye. Samahani, samahani sana jamani, samee sana. Sasa mi nadhani nimeshamalizana na yule mama yule mke wangu mwingine. Naomba tu sherehe yetu, harusi yetu iendelee tu, tufunge ndoa au sigani kijana, si unaendelea nayo? Mama Asa, mimi nafikiri hapa akijaribika kitu, kwa sababu ndugu bado wapo. Ngoja ni wataarifu waendelee kupiga ngoma hapa na tuite. Nashukuru sana, najua nini mama. Mbona sasa matatizo makubwa, naona alivyotutia aibu pia alikuwa na pasu tu. Mshenga wako uko wapi? Ha? Mshenga wako uko wapi? Nafasuna... Kwani aliondoka? Ha! Ha! Ha! Ha! Mwende nda. Mwende nda. Aona hii familia kuchizea hii. Fanye sherehe kubwa bwana, hatuwezi kufanya shughuli katika vikumbi vya ajabu ajabu. Mimi nishakueleza punje panatosha, kana mazuti za nini? Haiwezekani. Unajua, mtoto kafanya vizuri sasa lazima umfanyie sherehe ujivunie, na mtu kama mimi na no umaarufu wangu naweza kafanya kitu kama hapo? Haiwezekani, lazima tutafute ukumbi ambao nikuwa ataka tu shiri uwe ndogo, lakini wanataka, yani hiyo jambo lako yani eh? Mm. kwa, kwa sababu kwanza hapa tukiweka tu yani muziki tukianza, watu wataja hivi. Ni kweli, hiyo ndo hali ilivyo. Lakini iko hivi. Kati ya siku mbili au tatu niliongea na Robert. Na nilimuuliza kuhusiana na plani yake ya maisha ikoje. Akanambia nimpe muda, lakini sasa kwa bahati bwana Robert, leo mamako yuko hapa, dada yako huyo wapo, nataka utuambie sasa kitu gani umeplani ili ufanye. ni kweli baba, unachosema tulikubaliana, tukazungumza na nikakuahidi kwa nipe muda nitafikiria na nitakukujibu. Kwa hiyo nimetafakari kwa kina na nimebawabu vya kutosha. Baba mimi nimeamua kuwa mfanya biashara. Eh? Hmm. Sawa, nzuri sana tu. Kwa kweli kwa hapo. Hmm. Ah. Hilo ni jambo zuri sana mwanangu. Lakini kuna jambo moja kwamba kufanya biashara hakumaanishi ukose kufanya fursa zingine za ajira kutumia taaluma yako ambayo unayo. Hata mimi babako nilikuwa mwajiri wa serekali. Na wakati huo nilikuwa bado na, na, na, nafanya biashara zangu. Na baada kustaf, na ya kustaafu naendelea tu biashara zangu. Ili hii siku nyime kufanya kazi yako ya kitaaluma ambayo unayo. Sawa? Lakini kwenye issue ya biashara sasa. Labda wewe mwenyewe umeplan biashara gani unataka kuifanya? Ili sasa sisi tuwekeze kwenye hiyo biashara. <coughs> Baba. Nataka kufungua saluni. Ni wazo zuri. Ni wazo zuri sana kwa sababu sasa hapo tunachotakiwa kufanya ni hivi. Lazima tutafute eneo kwanza zuri la kuwekeza hiyo hiyo hiyo salon. Na saluni tunaitaka sasa iwe baba shop ambayo itakuwa gumzo kabisa hapa mjini. Kila mtu awe anaizungumzia, anatoa sifa ya hiyo baba shop ya kwako. Kwa. Ndani ya ndani hiyo baba shop sasa tunataka tukusanye vitu vyote, wewe unaweka humo. Kwa mfano, upande mmoja tu unaweka nguo zote za kiume lakini na upande wa pili unaweka viatu bado unachanganya tai, unachanganya na suti na vitu vingine, kwa maana yaani unakuwa una baba shop ya hali ya juu. Ya, na ikiwezekana hata ikiwezekana kwenye baba shop pia tuweke na masaji. Lakini sasa, ili tufikie malengo hayo, ni kwamba vitu vya hapa nchini kidogo vimekuwa vilokoloko kidogo Lama, lazima tufunge safari mi nawe sasa tuelekee China, tukakusanye mzigo wote, tuje tunakuja kuwekeza pale na kila kitu kinakwenda sawa sawa. Bwana, wazee wangu mimi naona nyinyi mpo tofauti na mimi, na napofikiria nyini, mimi sipo huko kabisa. Saluni niliyoamua kufungua ni air dressing salon, yaani aje afunye ususi. Ndoto ya mzazi yoyote anasomesha mwanawe ili aje awe na mafanikio. Mtajua wenyewe, msikize babako Robert